Sasa basi, epuka kupewa vizawadi, zawadi na mtu ambaye humjui, hata kama unamjua kwamba labda ni anko bodaboda, labda ni anko wa kwenye basi, labda ni mtu tu anapita njia, vijana vijana wamekaa vijiweni. Akikwambia chukua hela, muulize ya nini. Sawa, nimekupa tu zawadi, mwambie hapana. Sawa, nyinyi ni watoto wadogo, hamna uwezo wa kubishana na watu wakubwa Amna nguvu za kuwazuia wa watu wakubwa kuwafanyia vitendo vya kikatili si ndiyo? Mm. Lakini Mungu alishajua hilo akawapa sauti, akawapa sauti sauti. Sauti yenu inatakiwa itumike kama silaha yenu kwa ajili ya kuitumia mnapokutana na vitendo vyovyote au viashiria vyovyote vya vitendo vya kikatili sawa. Hiyo sauti utaitumia kupiga kelele, kupiga nini? Hey. Kelele za kuomba msaada, kelele za nini? Hey. Hey, ukiona mtu labda amekushika anataka kufanyia vitendo vya ukatili wewe, piga nini kelele! Piga kelele kwa nguvu, Kapura. Leo nataka niwafundishe, vitu tuzungumze vitu viwili tu kwa haraka haraka sawa, eh? Kitu cha kwanza nataka nifundishe kuhusu polisi na watoto. Polisi na? watoto. Polisi na watoto. Kwa nini polisi na watoto? Kwa sababu watoto wanachukia uhalifu. Watoto wanachukia nini uhalifu. Na polisi tunachukia nini kwa hiyo watoto na polisi tunaongea lugha moja. Tunaongea lugha moja. Kwa hiyo polisi na watoto ni marafiki, polisi na watoto ni marafiki. Polisi na watoto ni marafiki. Kuanzia leo usiogope polisi. Ukikutana na polisi, unamsalimia. Kama una kitu cha kumuuliza, unamuuliza. Kama una kitu cha kumuomba msaada, unamuomba msaada. Kama una taarifa ya kumpa, unampa. Awi. Awa. Awa. Awi. Polisi na watoto ni marafiki. Marafiki. Haya. Kitu kingine cha pili nataka kuzungumzia vitendo vya kikatili. Mmeshasikia vitendo vya kikatili, walimu wameshawafundisha fundisha, eh? Vile vitendo ni vibaya sana, ni vibaya sana, polisi tunavichukia sana.